mwezi wa ukombozi kutokana na moto wa jahannam. Dada zangu katika imani, imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathat la turad da'awatihim aswaim hatta yaftur. Yani imethi, yani imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema dua za watu watatu hairejeshwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwao ni dua ya aliyefunga saum hata mpaka, yani wakati wa kufungua saumu yake. wa yaqul ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa a'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbo ghafil. Yani akasema tena pia amesema mtume sallallahu alaihi wasallam Mwombeni Allah subhanahu wataala na hali mna yaqini na na jawabu au mna yaqini ya kujibiwa dua zenyu, na jueni kwamba Allah subhanahu wataala hajibu dua ya moyo ulioghafilika. Haya yanapatikana katika sunan at-Tirmidhi. Dada zangu katika imani, kutokana na rehma za Allah subhanahu wataala kwa waja wake amejaalia waja wake waumini watiifu kuepushwa na moto wa Jahannam katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na hadithi hizi mbili zinaelezea hadhi hii kubwa na heshima kubwa eh, yani katika mwezi huu uliobarikiwa ambao ni mwezi wa kufunguliwa na kuepushwa na moto wa Jahannam, na hiyo ni katika kila yani usiku wa mwezi huu mtukufu uliobarikiwa wa Ramadhani ambapo orodha ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao yaani wataokolewa kutoka kwa moto wa Jahannam ita fufuliwa na hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafungua shingo zao, anasamehe dhambi zao na kuinua hadhi zao, na ni furaha iliyoje kwa kile yani walichokipata kwa neema hii kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala atawaepusha na adhabu yake na atawalinda na joto na, na sumu yake na atasimama baina yao na miale ya moto wake yani, Allah subhanahu wa ta'ala atawaandikia salama kutoka na, yani kutokana na moto ambao yani mgurumo wake haukomi, moto ambao mateka wake hawawezi kuachiliwa, moto ambao yani joto lake liko mbali na maji yake ni usaha na chakula cha watu wake ni usaha na chakula cha watu wake. Dada zangu katika imani yani, yani maji yake ni usaha na chakula cha watu wake ni zaqum na kinywaji chao ni usaha. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anawaokoa na moto ambao yani maumivu yake

kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab, hakika wale waliokufuru aya zetu yani tutawaingiza motoni, kila yani zitapochomwa ngozi zao tutazibadilisha na ngozi nyingine ili waionje adhab. Dada zangu, katika iman Allah subhanahu wa ta'ala awaokoa na nyumba hii ya jahannam ambayo watu wake wanalia na kuomba msaada na wanaomba kupunguziwa adhab, lakini anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Quran, suratul Baqara aya ya thamanini na sita ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhafafu anhum al adhabu wala hum yunsarun, hawo ndio walionunua uhai wa dunia kwa uhai wa akhira, kwa hivyo hawatapunguziwa adhab wala hawatanusuriwa. Dada zangu katika iman, Allah subhanahu wataala anawaokoa na moto ambao watu wake wanapiga kelele na kuomba msaada, wakiomba watolewe humo, lakini hawasikii ila lawama, lawama, lawama. Anasema Allah subhanahu wa taala kuyathibitisha haya ndani ya Quran, Surat Alhijr aya ya arobaini na nane, wama hum minha bimukhrijin wala hawatatolewa humo. Dada zangu katika imani, katika Sahih Muslim kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu amesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, hakuna mja anayefunga siku kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamweka yani, uh, ataweka yani uso wake mbali na moto miaka sabini kwa ajili ya siku hiyo. Dada zangu katika imani, Ramadhan ni mwezi wa kuachwa huru kutoka yani, katika moto wa jahannam. Lakini yeyote anayetarajia kukombolewa kutoka kwa moto wa jahannam katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan lazima aje na njia zinazohitaji ukombozi huo wa kuepushwa na moto wa jahannam, na zinapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kama ifuatayo. Kwanza kabisa miongoni mwa sababu zinazopelekea kukombolewa Uh, mja, uh, na moto wa jahannam kwanza kabisa ni nini? Ni kujiepusha au, mja kujiepusha na mambo ambayo yanaharibu saum kwa yani, yani kwa mja kufunga saumu yake kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Haya yamethibitishwa katika hadith tukufu, yani hadithul qudsi. Uh, ambapo anasema Allah subhanahu wa ta'ala asawm li wa ana ajzi bihi yad'i shahawatihi wa aklihi wa sharabihi min ajli sahih bu, rawahu sahih Bukhari. Yani uh, Allah subhanahu wa ta'ala anasema sawm ni kwa ajili yangu, na nitamlipa uh, kwa ajili mja wangu kwa ajili yangu. Haya yanapatikana katika Sahih al-Bukhari. Dada zangu, katika iman som ni ibada ya siri baina ya mja na mola wake, na ndani yake mtu ana onesha uaminifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi kuliko matendo mengine, kwa sababu mwenye kufunga anajiepusha na starehe zote anazozitaka na hata kuzipenda, licha ya uwezo wake wa kuzifanya. Pengine hii ndio siri ya kuzidisha ibada n yani ya som kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na ibadi ibada yani nyinginezo. Mwenye kufunga, dada zangu katika imani, anaweza kufunga siku nyingi apendavyo Allah subhanahu wa ta'ala bila ya mtu yoyote kujua kuhusu hilo kama vile anavyoweza yani kula mchana wa Ramadhan bila yote kujua hilo. Ndio maana som ikawa ni ibada baina ya mtu na mola wake, na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa uhusiano maalum na mja huyu. Dada zangu katika imani, miongoni pia za sababu ya kukombolewa na moto wa jahannam ni kwa kufunga kwa mja kusimama kwake katika swala kadhalika na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas na unyenyekevu. Dada zangu katika imani, kuhusiana na nukta hii, Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya som kwa ujumla kuwa ni njia ya halali na ya kivitendo, ambayo katika baadhi ya matukio muislamu hukimbilia kulipa deni analodaiwa la som na Allah subhanahu wa ta'ala Yani amefanya somu eh, kuwa ni kafara na kiapo kilichovunjwa wakati hana uwezo wa kulipa, na kwa hiyo anaisafisha nafsi yake na kujitakasa mbele ya Mola wake, na kisha kufunga miezi miwili mfululizo kuwa ni toba itokayo kwa Allah subhana wa ta'ala. Haya dada zangu katika iman, yametajwa ndani ya Qur'an katika surat An-Nisaa Aya ya ngapi? Aya ya tisaini na mbili. Dada zangu katika iman, sababu ya tatu ya ukombozi kutoka katika moto wa jahannam katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni pamoja na kukubaliwa kwa dua ya mja aliyewekwa huru kutoka kwa moto wa jahannam, kwa sababu ya kujibiwa dua ya mwenye kufunga saum, yani mchamungu. Basi katika dua yake hiyo kupata baraka ambazo ni za kudumu, na miongoni mwa dalili kuu, dada zae, katika imani, zinazo zinazo yani, dhihirisha kuwa mfungaji amekombolewa katika moto wa jahannam ni kuendelea kwake kumtia Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya Ramadhan kwa kuwa na, msi, na msimamo thabiti katika uh, yani katika dini yake, na kwa kuendelea kufunga saumu za sunna, kama vile saumu ya Shawwal, saumu za Alhamis na Jumatatu, saumu ya Ayyamul Bayd na kadhalika, kwa kuswali na kusoma Qur'an kwa wingi na mengineo mengi tu na ibada ya nyinginezo tu nyingi. Kwa, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, surat Muhammad aya ya kumi na saba: walladhina htadau zadahum hudan waatahum taqwahum, na wale wali, wali ongoka, uh, yani amewazidishia uongofu na anawapa uchamungu. Dada zangu katika imani, yeyote anayetaka ku, ni yani, kutangazwa kuwa hana hatia ya moto wa jahannam na unafik, basi na ajitahidi kui fanya swala yake iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na aswali kwa katika swala ajihusishe na swala ya jamaa, na ajishughulishe kadhalika na swala yake hiyo, ikiwa ni pamoja na kudumisha swala ya alfajiri na al-asr. Kutoka kwa Amara bin Ruaiba Radhiallahu anhu amesema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, hatoingia motoni yoyote anayeswali kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuzama kwa jua. Na haya ni kumaanisha n yani, eh, yani hatoingia motoni yoyote mwenye, eh, mwenye, mwenye yani yani kutilia mkazo katika swala ya alfajiri na swala ya alasri. Pia kutoka kwa Ummu Habiba radiallahu anha amesema, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema mwenye kuswali raka nne kabla ya dhuhur na nne baada yake Allah subhanahu wataala atamharamishia moto wa jahannam. Haya yamepokewa na Attirmidhi na imesahihishwa na Albani katika Sahih Aljamia. Pia kuswali swala za usiku katika kumi la mwisho la Ramadhan na kutafuta usiku wa Lailatul Qadr ndani yake, kuna ukombozi zaidi kutokana na moto wa jahannam. Dada zangu katika iman, kadhalika jambo la ine ni tujiweke, yani, tujiwekee akiba ya kulia kwa kumcha Allah subhanahu wataala. Haya yamethibitishwa kutoka kwa abu huraira radiallahu an, anhu amesema kwa amesema mtume sallallahu alayhi wasallam hatoingia yani, hatoingia uh, moto wa jahannam, mtu anayelia kwa kumwogopa Allah subhana wataala hadi mwisho wa hadithi hiyo. Na hadithi hii imepokewa na at-Tirmidhi na imethibitishwa na Albani ndani ya sahih al jamia. Dada zangu katika iman na kadhalika kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu amesema, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, macho mawili hayataguswa na, na, na, na moto uh, haya yamepokewa na At-Tirmidhi. Kadhalika dada zangu katika imani, mwisho kabisa, lengo kubwa kabisa ambayo sisi kama Waislamu tunapaswa kulipigania katika hii dunia ni tu, ni kuondoka duniani tukiwa tumeridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na anatuonya kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba ushindi wa kweli ni kuwekwa mbali na moto na, kuingie na kuingizwa wapi peponi. Shukran jazila, wabaraka barakallahu fikum.